Naam, e bwana, leo ikiwa ni siku ambayo kulikuwa kuna mkutano pale, e, kulikuwa kuna mkutano ambapo katika mkutano huo ni kwamba kulikuwa kuna mkutano kati ya serikali TFF bodi ya ligi Simba na klabu ya Yanga e, katika katika ukumbi wa Benjamin Mkapa kulikuwa kuna hicho kikao, na katika kikao hicho, bwana, watu mbalimbali wamehudhuria, watu wa michezo, watu watangazaji, wanahabari, viongozi wa serikali, viongozi wa eh, wa vyama vya mpira hapa Tanzania, lakini na, na wachezaji wenyewe, na, na baadhi ya maselebriti pia walikuwepo katika mkutano huo. Moja kati ya vitu ambavyo vimeweki headline huko mitandaoni ni tukio la Hamisa Mobeto kupanda pale juu jukwaani na kuzungumza. Amepanda jukwani akiwa yuko na mumewe, ambaye ni Azizi Ki, mchezaji wa klabu ya Yanga huyu, ambapo Hamisa eh, bwana amewaacha hoi watu wengi sana kwa sababu kuna vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea huko mitandaoni ambapo watu wengi sana walikuwa wanasema kwamba Hamisa, yani kwamba Azizi Ki toka alivyomwaga Hamisa, Azizi amekuwa akiandika maneno mengi sana ya Kiswahili eh, na ni kitu ambacho watu walikuwa wanajiuliza kwamba zile caption sio za Azizi Ki, yani kwamba Azizi Ki si anayeandika zile caption bali ni Hamisa Mobeto ndiye anayemwandikia Azizi Ki caption katika posti ambazo Azizi huaga na ziposti katika kurasa yake wa Instagram. Kwa hiyo Hamisa Mobeto alipopanda pale jukwaani, moja kwa moja akaamua kwanza aanze na hiyo mada kuifanya ku akamwambia pale, bwana Azizi, akamwambia mke wake Aziziki kwamba leo awaambie watu kwamba zile caption si yeye anayemwandikia bali ni yeye mwenyewe Aziziki uaga anaandika caption zile za Kiswahili, kitu ambacho Aziziki mwenyewe alikuwa hata haelewi anajielezea vipi kwa Kiswahili, akabaki tu anacheka, kitu ambacho kikawaonyesha watu kwamba Hamisa Mobeto, bwana yeye ndiye anayeandika. Sema tu alitaka amwangushie kesi Aziziki pale kuzuga. So ni moja kati ya clipu ambazo zimeenda viral sana huko mtandaoni, zikiwa zinaonyesha wapenda nao hawa wakiwa pale jukwani na peji nyingi sana zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Yeah, so uh, Hamisa hapo alikuwa anasema kwamba kwa vile leo yuko naye pale jukwaani, aseme kwamba nani huwa anayemwandikiaga caption zake huko Instagram kwa sababu watu wengi sana wamekuwa wakimshutubu Hamisa Mobeto, yeye ndo anayeandikaga caption za Aziziki mtandaoni. So Aziziki alipopatiwa nafasi bwana, akashindwa kuzungumza, alikuwa hajui anajielezea vipi kwa Kiswahili. So huyu jamaa ni mtu wa mwenye aibu sana, kwa hiyo alishindwa jinsi ya kujielezea. Wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao hapa katika comment section. Kwa mfano, kuna mtu hapa ameandika kwamba huu ni utoto tu. Kwa mtu anasema kwamba bwana, kwani Hamisa hawezi kucheka bila kushika mdomo. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana, mahaba eh, yatamfanya huyu mchezaji atashuka kiwango. Haya <laughs> kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana, unaweza kuwa hata komedi. Kwa mtu anasema kwamba bwana, hata Kiingereza eh. Kuandika pia vile vile ni rahisi kuliko kuzungumza. Kwa hiyo hata huyo asisikii hizo caption huaga anaandika mwenyewe, lakini kuzungumza huwa hawezi mambo hayo. Kwa hiyo ukiwa kama mdau, huweka maoni yako katika comment section ndio kwako, tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.